Mazoezi ya kujiunga na hisia zako inaweza kukusaidia kudhibiti msongo ya mawazo na woga, na kukusaidia kubadilisha mawazo yenye inakimbia kwa kuelekeza bongo yako kufikiria kile kinachoendelea katika mwili yako au mazingira yako kwa wakati wa sasa, bahali ya kuwa na wasiwasi kuhusu siku zijazo au zilizopita. Tufanye mazoezi. Utawaza hisia zako tano. Kuona, kusikia, kunusa kugusa na kuonja. Na ukishuka kutoka tano, zingatia kila moja na ujaribu kutambua vitu vitano vyenye unaona, vitu vinne vyenye unasikia, vitu vitatu vyenye unanusa, vitu viwili vyenye unagusa, na kitu kimoja yenye unaonja. Hauhitaji kuamua au kutafuta vitu maalum vya kugusa na kuonja. Mazoezi ni kuhusu kuelekeza tena bongo yako. Keti kwa kustarehe na tazama pembeni yako. Taja vitu vitano vyenye unaona. Kisha geuza umakini yako kwa masikio yako. Nataja vitu vinne vyenye unasikia. Sasa zingatia pua yako. Ni vitu gani vitatu vyenye unaweza kunusa? Gusa vitu viwili na uzingatie vinafanana nini? Kwa mwisho elekeza umakini yako kwa mdomo yako. Unaona nini? Unaonja nini? Mazoezi ni mafupi, lakini kwa kawaida unabadilisha mkazo ya bongo yako na kujipa nafasi ya kuachana na yoyote ulikuwa ukikiwaza mbele. Chukua pumzi chache na ujishukuru kwa kuchukua dakika chache kwa ajili yako mwenyewe.